Iguju, naangalia TV, gharama yake unaijua na eh? Nakuuliza wewe, gharama TV hiyo unaijua? au gharama makocha unaijua? Nakezana mimi hivi wewe hivi mwenyewe huoni, uoni aibu? Mwaka wangapi huu? Hata kutema mate kidogo, ile kuniomba ndimu tu, mama, naomba ndimu, hakuna. Ya za choo. Unafanya kazi ya kupakua. Mchoke nini? Eh. Ndiye mama anajua kumchokonyea mtu paka akaongea. Mimi nimekaa kimya muda mrefu, lakini bado tunataka niongee. Nisikilize nikuambie, wewe mama. Tena unisikilize, usifanye sura kama namba moja hapo, nisikilize. Namwambia, njoo hapo sogelea huko huko. Nikasemaje? Nisikilize mama. Nikusikiliza wewe na Nisikilize mama, nikwambie. Mimi simlazimishi mwanao kuwa na mimi, mbona wanawake wapo wengi? Kama unaona mimi tasa sizai, basi mtafutie mwanamke mwingine. Na ungelijua hilo ungeondoka kabla hujafukuzwa. kwa kumbe ni yako, mimi niondoke? Ndio uondoke. Kwa taarifa yako, siondoki, na tutabanana hapa.

Mwanangu mwenyewe mimi, kama ndiyo <coughs> Mzigua hasa halisi na ndionetwa Biti Rukundu.